Naitwa Musa Yeshua Moli. Una umri gani Masai? Na miaka 23. Haya, unaishi wapi? Mii nyumbani ni Arusha lakini naishi hapo Tungi, Kigamboni. Eh. Yeah. Tungi wapi? Nadai. Kigamboni? Mnadani. Ah, Kigamboni Tungi. Kwa nini umeupenda Uislamu? Mimi nimejaribu sana kufuatilia hii dini sana nikawa na, nafanya kazi huku mjini na, na masheyi nikawa nawauliza, mbana nyie mnakaa mna sana kwa heshima yani, yani kama mna upendo fulani yani, mtu unakaa naye anakuheshimu, yaani ana upendo ya, hawezi akakudhulumu, ukifanya naye kazi anakulipa, unafurahi kwa kweli Minifanya mimi nikawa nawafuatilia na mimi, sa hivi vitu vyote viko mtandaoni ko wazi, nikawa nakuona na, na nakufuatilia na hivyo hivyo, nikawa na, na rafiki yangu, maana nilikuwa na marafiki wengi Waislamu. Nikaja sasa kukutana na huyu ambaye ndo kasababisha mii nija hapa e, tuko naye niko naye kazini moja kwa hiyo ananijua vizuri Kujusaini. Hey, huyu hapa, huyu hapa, tukawa ah, hey, hey, hey, tunaongea ndani hey. Tukawa tunaongea ndani ya siku tatu, akaniambia Masai, usiogope mm -hmm. Takuletea jibu ndio. Akatoka siku hiyo kazini, sio samu sa yake mimi, si kama kawaida, anaendelea na kazi kila siku, akanipigia simu, Masai, na ile jambo linaelekea kwenda kutimia. Nikamwambia sawa, ntashukuru kesho. Akani leo ndo, akanipigia asubuhi simu, njoo tukutane hapa Temeke hospitali, nataka na mimi nikitoka Mbagala na wewe unashuka na, na we, unashuka hapo hospitali nili Temeke tukutane hapa hapo wote, na kweli nimemkuta akanileta hapa na nashukuru kwa kweli, mimi nimeona mmetupokea na yeye mwenyewe ah. Ningekuwa nimemlipa ngesema labda akanifanyia hiki kwa sababu nimemlipa, lakini sijamlipa, na maana yeye anaipenda dini yake, na mimi kwenye moyo wangu, na mimi nimeipenda kuwa msilamu oh. Sasa tunakusilimisha, uko tayari kusilimu? Niko tayari. Kwanza tuambie dini yako. Dini yangu ni Mkristo. Kristo dhehebu, dhehebu eh, gani unafanya? Ni misa Pentecost. Okay, kamata maiki ka mkono huo, nayikisema maneno unifuatishe. Sema ashhadu, ashhadu an an la ilaha la ilaha Illallah. Illallah. Wa ashhadu. La ashhadu ilalaws ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. La nakiri kwa moyo, nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi, natamka kwa ulimi, ya kwamba, na kwamba hapana mola, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki Pasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah Mungu mmoja, hajazaa hajazaliwa, na hana mfano na nakiri kwa moyo natamka kwa na ulimi na ya kwamba, ya kwamba hakika ya Muhammad hakika ya Muhammad, ni mtume wa ni mtume wa Mungu ni mtume wa mwisho na nakiri kwa moyo na nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi, natamka kwa ulimi ya kwamba, ya kwamba, hakika ya Isa, ya hakika ya Isa, ambaye ni Yesu, ambaye ni Yesu, si Mungu. Si Mungu wala si mwana wa Mungu bali ni mtume wa Mungu bali Tumma. Aliyo, tumma. wa waliyotumwa kwa wana wa Israeli. Takbir, takbiri wa wa. Haya, Musa, tayari umeshakuwa Muislamu kwa hili. Chagua jina la Islam Kiislamu, ilo la Musa alikuwa Muislamu pia, au ubadilishe unavyoona penda. Ningepewa jina lingine, jina lingine eh, yeah. unajua jina la Islam mimi Mmasai si si jina gani ambalo anaweza kutamka? kidogo mzito. Eh? Hasan. Hasan. Hasan. Hasan. Tamka ni nzuri